Waziri wa ulinzi wa Japani, Shinjiro Koizumi, amezishutumu ndege za kivita za China kwa kuelekeza rada zao za kudhibiti moto kwenye ndege za Japan wakati wa matukio mawili tofauti kwenye maji ya kimataifa karibu na kisiwa cha Okinawa. Katika chapisho kwenye X mapema siku ya Jumapili, Koizumi alisema kwamba Tokyo imetoa maandamano makali kuhusu matukio hayo mawili na kutoa mahitaji makali ya hatua za kuzuia kutokea tena. Mwangaza wa rada kilikuwa kitendo cha hatari ambacho kilizidi kiwango kinachohitajika kwa safari salama ya ndege, aliongeza. Kufulia rada ya kudhibiti moto ni moja ya vitendo vya kutisha zaidi ambavyo ndege ya kijeshi inaweza kuchukua, kwa sababu inaashiria shambulio linalowezekana na kulazimisha ndege inayolengwa kuchukua hatua ya kukwepa. Akijibu baadaye siku Jumapili ya Jumapili, msemaji wa jeshi la wanamaji la China alisema kuwa ndege ya jeshi la kujilinda la Japan ilifika mara kwa mara na kulivuruga jeshi la wanamaji la China lilipokuwa likifanya mazoezi, na kuongeza kuwa madai ya Japani hayaendani na ukweli. Makubaliano juu ya visiwa hivyo ambavyo viko karibu na eneo linalozaniwa linalodaiwa na Japan na Uchina ndio hali mbaya zaidi kati ya wanajeshi hao wawili kwa miaka mingi yalikuja, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukidorora kutokana na waziri mkuu wa Japani Sanae Takaichi kutangaza mwezi Novemba kwamba Tokyo inaweza kujibu hatua za kijeshi za China dhidi ya Taiwan ikiwa hatua hizo pia zitatishia usalama wa Japan. Taiwan inayotawaliwa na kidemokrasia inadaiwa na Beijing na iko kilomita mia moja na kumi tu sawa na maili sitini na nane nukta nne kutoka kisiwa cha Yonaguni magharibi mwa Japan. Japan ni mwenyeji wa kundi kubwa zaidi la ng'ambo la nguvu za kijeshi za Amerika, zikiwemo meli za kivita ndege na wanajeshi na kundi kubwa la wanajeshi hao wakiwemo maelfu ya wanajeshi wa Marekani walioko Okinawa. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa Marekani kuhusu madai ya Japan kuhusu matumizi ya rada ya China. Kwa mujibu wa Koizumi, ndege za Uchina aina ya J-15 zilizohusika katika matukio hayo mawili siku ya Jumamosi mosi zilirushwa kutoka shirika la ndege la Uchina la Liaoning lililokuwa likisafiri kusini mwa visiwa vya Okinawa pamoja na waharibifu watatu wa, wa makombora. Inasikitisha sana kwamba matukio kama haya yametokea, taarifa ya Koizumi ilisema. Hakuna uharibifu au majeraha yaliyoripotiwa kutokana na, na matukio ya Jumamosi karibu na Okinawa, kwa izume iliongeza katika chapisho lake. Shirika moja la habari likinukuu vyanzo na ripoti za kijasusi lilisema kuwa China ilituma idadi kubwa ya meli za wanamaji na walinzi wa pwani katika maji ya Asia Mashariki siku ya Alhamisi. Boti wakati mmoja zilikuwa zaidi ya mia moja, shirika hilo la habari liliripoti. Serikali ya Taiwani ilielezea kujengwa huko kama tishio kwa eneo la Asia Pacific. Japani ilisema inafuatilia kwa karibu shughuli za China. Walinzi wa pwani wa Taiwan walisema Jumapili kwamba walikuwa wakifuatilia mazoezi ya, ya meli tatu za usalama za bahari za China upande wa magharibi wa njia ya kati Taiwan Strait, lakini akasema hali katika maji yanayozunguka Taiwan kwa sasa ni ya kawaida. Vyombo vya habari vya serikali ya China vilisema mazoezi ya utafutaji na uokoaji yalikuwa katikati ya maji ya Taiwan Strait, yakishika doria ya maeneo yenye msongamano mkubwa wa magari na maeneo yenye ajali za mara kwa mara. Walinzi wa pwani wa Taiwan walisema China ilikuwa ikitumia maneno ya kupotosha na ya uongo kuhusu kile inachofanya kwa lengo la kuisumbua na kufanya vita vya kisaikolojia. China inadai kuwa peke yake inatumia mamlaka na mamlaka juu ya mlango bahari, njia kuu ya biashara kwa takriban nusu meli za kimataifa za kontena. Marekani na Taiwan wanasema mkondo huo ni njia kima ya kimataifa ya maji.